Unapoona ng'ombe amenona kwenye ndoto ni ishara ya kwamba mafanikio yapo karibu kwenye maisha yako. Soon, unaenda kutoa kwenye hali ya umasikini au kwenye maisha magumu na kwenda kushine, unaenda kufanikiwa. Lakini unapoota labda ng'ombe wa njano ni ishara pia, unaenda kufanikiwa kwa mafanikio makubwa sana, unaenda kujikwamua kwenye hali ngumu ya maisha. Kwenye nyatoa nyingine unapoona umeota ng'ombe mwekundu yaani, mwenye rangi nyekundu, manake ni kwamba eh, kuna magonjwa yaliyokusumbua yali kwa muda yanaenda kukoma kabisa, utakuwa kundu, ni mzima. Lakini mwanamke unapoota ng'ombe mwekundu ni ishara kwamba hivi suni unaenda kupokea bebi, kupokea mtoto ambaye huyo atakuwa na furaha, kwe, atakuwa na furaha furaha, atakufanya uwe na furaha sana. Lakini pia unapoona wewe mwanamke, uh, mwanamke anachinja ndama